Ndugu zangu, leo katika Ukweli Mtupu naomba niongee jambo moja sana. Hili jambo inahusu sera, sera yetu ya filamu. Kiukweli kama tunataka kupata maendeleo ya filamu, kama nataka tupige hatua ya filamu lazima tuwe na sera, tena sera inayoongelea filamu, aiongee kitu kingine. Ni sera ya filamu, sera ya picha jongefu, kwa inaongea hivyo. Kwa mfano sasa hivi tunavyoongea ni kwamba hatuna elimu rasmi, hatuna chuo rasmi cha filamu. Tunatakiwa tuwe na chuo rasmi cha filamu. Kwa mfano, tukiangalia kuna chuo cha uhasibu kinakusema swala ya uhasibu, kuna chuo cha madaktari madaktari, kuna chuo cha ma... wanasheria kinakusema. Sasa chuo cha filamu hivi vyo vingine vipo, lakini vina kozi maalum tu sio exactly, sio ni moja kwa moja kwamba kwenye filamu. Na shida ambayo iliokuwepo nyingine ni kwamba, hata pale chuoni kuna shida moja, wanafunza na wanaofika pale vioni, wanafika hawajui chochote kuhusiana na masuala ya filamu, wanaanzia pale a, yani wanaanzia a pale. Sasa wakianzia a pale, walimu wanapata shida shida ni kubwa sana, afadhali yani ya na vio vya kati ambavyo vio vya kati vinahusiana na filamu tu. Vikitoka pale, wataenda chuo. Kwa hiyo vio vya kati vitawasaidia watakuwa nafanya praktiko kwa sana chuoni, lakini wat, wat, wat, wat, wat, watapata praktiko kidogo, lakini ndotakuwa nyingi, asilimia kubwa. Ndio maana tunapoongelea kwamba filamu inataka sera Viti vyote vitakuwa vimelezeshwa humo ndani na vitakuwa virahisi kuvitekeleza, kuvitekeleza. filamu sio utamaduni tu, filamu ni biashara. Kama biashara, biashara yetu inataka sera, watu wanaawezi kuwekeza kwa sababu filamu haina sera. Watu wakija hapa, wawekezaji kutoka nje, wanaulizia sera ya filamu ya hapa inasemaje? Tunaanza kujikanyaga, tuna sera ya utamaduni iko humo ndani, na sehemu hii ni sehemu ndogo kiukweli tunahitaji sera ambayo itasababisha tupate elimu iliyokuwa sahihi, itasababisha miongozo iliyokuwa sahihi, itasababisha tupate sheria zilizokuwa sahihi kuhusiana na filamu, kwa sababu filamu ni professional, filamu ni kitu ambacho kina maendeleo, filamu ambayo italeta uchumi mkubwa sana. Ndio maana tunataka sera ambayo itatuongoza itasaidia, vio vya kati vitakuwepo, itasema kwamba lazima vio vya kati viwepo, vitaanzishwa Sio tunaongelea Bagamoyo. Bagamoyo asilimia kubwa nani stage kipate kidogo, tunataka na filam iwe ni filam tu kwenye, kwenye kama ni chuo iwe ni filam, filam, filam. Iwe f iwe picha jongefu. Nafikiri mmenielewa na, na nimeongea hivi kama vile na hasira, lakini sina hasira. Naomba vitekelezwe na, na vikitekelezwa, naamini na asilimia kubwa filam itakuwa ndio ya kwanza kuingiza mapato hapa nchini. Nimemaliza.